Hujambo na uhali gani mtazamaji wa West TV, jina langu ni Modelick, niko hapa kuchambua kikosi cha Simba Sports Club kuelekea mchezo wa Simba dhidi ya Dodoma Jiji. Mchezo huu ni mchezo wa kipolo ambapo walishindwa kucheza siku zilizopita baada ya Dodoma Jiji kupata ajali ya basi wakitokea kule Luangwa ambako walikuwa na mchezo dhidi ya Namungo Football Club, wakatoka suruhu ya goli mbili kwa mbili mwisho siku wanaporejea Dodoma wakapata ajali na kupelekea mchezo wao dhidi ya Simba kuahirishwa. Kwa hiyo tutakwenda kuangalia kikosi cha Simba ambacho kinakwenda kuanza siku hii ya leo, mchezaji mmoja mmoja, kwa ubora wake na namna ambavyo kocha Fadlu Davids anamtumia katika kikosi cha Simba Sports Club. Lakini kuelekea mchezo huu, makocha wa timu zote mbili pamoja na makapteni walizungumza huku kwa upande wa Simba Sports Suleiman Matola pamoja na David Kameta Duchu, kwa umoja wao walisema kwamba wanahitaji sana alama hizi tatu dhidi ya Dodoma Jiji siku hii ya leo, ili kuendelea kuwakaribia kwa ukaribu kabisa Young Africans, kwa sababu msimu huu Simba Sports wana uhitaji ubingwa na Yanga anaongoza akiwa na alama 58 na Simba nafasi ya pili alama 54, tofauti ya alama nne. Lakini Simba ana mchezo mmoja mkononi, mchezo na Dodoma Jiji, na Simba wanahitaji ushindi ili kupunguza zile alama nne, ili ibaki alama moja na mwisho wa siku waendelee kum A zaidi da young African lakini pia wamesisitiza kwamba mashabiki wajongee uwanjani kwa sababu alama tatu hizi wao peke yao kuzipata inawezekana, lakini kwa namna ya kushabikia na namna ya kusherehekea alama hizo tatu watawahitaji sana mashabiki katika mchezo siku hii ya yeah, leo. Lakini pia ujumla uh, kwa Dodoma jiji upande wa kocha mkuu pamoja na captain uh, ambaye alipewa nafasi ya kuzungumza katika kuelekea mchezo dhidi ya Simba Abdi Anda, wanasema kwamba mchezo uliopita ambao Simba alishinda goli moja, na mchezo huu ni michezo mingine tofauti. Kwa hiyo watakwenda kupambana kuhakikisha wanapata ushindi, na nikukumbushe tu, katika michezo tisa iliyopita Simba dhidi ya Dodoma Jiji, tangu waanze kukutana, Dodoma Jiji hajawahi kupata ushindi, Simba akipata ushindi katika michezo yote ambayo wamekutana, huu utakuwa ni mchezo wa kumi. Tuone Dodoma Jiji wataendeleza uteja au watakwenda kujipapatua. Lakini pia kwa upande wa Abdi Banda, anakuambia anaimani mashabiki wa asili ya Dodoma wanaishi Dar es Salaam watajaa uwanjani kuwashabikia, lakini pia wale mashabiki kutoka Dodoma kuja Dar es Salaam watakuja kuwashangilia, na dakika tisini zikimalizika, wao watakuwa na uhakika wa kuwa wameumaliza mchezo na kupata matokeo. Hiyo ni kauli ya Abdi Banda, mchezaji wa zamani wa Mtibwa wa sukari Chipas United ya South Africa, lakini pia amepita Simba Sports Club ni simu kadhaa iliyopita. Na moja kwa moja tukifanya uchambuzi wa kina katika kikosi ambacho kinatazamiwa kwa asilimia kubwa kwenda kuanza katika mchezo siku hii ya leo Simba Sports zile ndio majiji katika eneo la goalkeeper. Simba Sports wana magolikipa wa nne, wanaye Pimpin Kamara, goalkeeper namba moja, wanaye uh, Hussein Nabele, goalkeeper namba tatu, lakini pia wanaye uh, Ali Salum Katolo, goalkeeper namba mbili, huku goalkeeper namba nne ambaye hajapata nafasi kabisa msimu huu ni Aisha Salum Manula. Kuelekea mchezo huu, Manula pamoja na Pimpin Kamara. hawapo kabisa kwenye mpango wa kocha walio Haki ni Hussein Beli pamoja na Ali Salimu Katoro. Ali Salim Katoro anatazamiwa kuanza katika mchezo siku hii ya leo baada ya kuwa katika lango michezo miwili iliyopita na kupata clean sheet, Simba akishinda goli tatu kila mchezo. Wameshinda goli tatu dhidi ya Coastal Union, Ali Salimu alikuwa golini wameshinda goli tatu dhidi ya TMA goli Ali Salim alikuwa golini. Kwa hiyo dhidi ya Dodoma Jiji siku hii ya leo, Ali Salim ataendelea kusalia katika eneo hilo la gol, kipa. Kwa upande wa mabeki, wakati Simba Sports wanaye Hussein Kazi, wanaye Chamu Karabu, wanaye Abdrazaki Hamza pamoja na Chef Fondo Balon. Chef Fondo Balon ana majeraha, kwa hiyo ambayo itaanza siku hii ya leo ni za Alakihamza pamoja na Chamu Karibu, huku madogo kama kina Hussein Kazi wakiendelea kujifunza kazi namna mababa wa bwana eh, wanaanza katika kikosi cha kwanza. Kwa upande wa beki wa pembeni, Shomari Salum Kapombe yupo na Varen, eh, yupo pamoja na Kevin Kijili pamoja na David Kameta Duchu. Kwa upande wake Mohamed Hussein, upande ambao wa kushoto, yupo yeye pamoja na Valentine Noma, lakini pia mabeki hawa wazao wakubwa ambao wamecheza kwa ubora kwa takriban zaidi ya misimu mitano mfululizo katika ligi yetu. Shomali Salum Kapombe pamoja na Mohamed Hussein Shabalala wanapewa nafasi kubwa ya kuendelea kukaa katika eneo hilo la mabeki wa pembeni, mbavu ya kushoto Mohamed Hussein Shabalala, mbavu ya kulia ni Shomali Salum Kapombe. Lakini pia kwa upande wa viungo katika mfumo wa 4231 ambao kocha Fadlu Davidizi raia wa Afrika Kusini alijiunga na Simba akitokea Raja Casablanca kama kocha msaidizi anapenda kuutumia, unaambiwa e, mabeki wa nne viungo wawili viungo washambuliaji watatu, mwisho wa siku na mshambuliaji mmoja katika viungo wawili ambao anapenda kuwatumia. Tumeona mechi za hivi karibuni e, combination ya Fabrice Luamba Ngoma pamoja na Yusufu Kagoma imeendelea kung'aa, imeendelea imeendelea kufana, imeendelea kutumika sana katika eneo hilo, huku wa viungo wengine kama kina Debra Fernandez e, pamoja na Agastin Wakajefa bila kumsahau Mzamiru Yasini wakiendelea kupiga bench huku combination ya Yusufu pamoja na Ngoma ikiendelea kubamba, lakini kubwa zaidi na nzuri ni kutoka kwa Yusufu Kagoma. Ni kiungo ambaye anakaba sana, lakini licha ya kukaba sana, baada ya kukaba anajua wapi aupeleke mpira, sehemu sahihi ya kupeleka mpira, tofauti na viungo wengine. Anaweza akakaba mwanzo mwisho, lakini baada ya kukaba ule mpira haelewi na anaupeleka wapi mpira huo. Wale viungo washambuliaji watatu kama kawaida Kibi Sawala Elie Mpanzu aka Volcano, kwa mujibu wa Ahmed Al atakwenda kula mbavu moja, huku mbavu nyingine akiendelea kula eh, Kibu Dennis Prosper Mtanzania kabisa huyu. Lakini hawa wachezaji wamekuwa na kaliba ya kuto, eh, ya kubadilishana mmoja akienda kushoto mwingine anaenda kulia. Mpanzu akienda kulia, Kibu Kibu anaenda kushoto, akienda kushoto Mpanzu anaenda kulia, kama ambavyo m majukumu yao yanawataka kufanya ndani ya kiwanja. Katika eneo la ubunifu, eneo la namba kumi, ataendelea kusalia Jean Shalehe katika eneo hilo la namba kumi. Ana magoli kumi mpaka sasa, akiwa na asisi zake tano, ameshachangia takribani magoli kumi na tano, mpaka saizi, katika mwendelezo wa ligi kuu Tanzania bara. Lakini pia katika eneo la ushambuliaji wa mwisho, kuna mastreka watatu ndani ya kikosi cha Simba Sports Club, yupo Valentino Mashaka, bwana mdogo huyu raia wa Tanzania, yupo pia Steven Desi Mkwara raia wa Uganda, bila kumsahau Cameroon Lionel Yateba, katika eneo hilo la ushambuliaji wa mwisho shuku mechi zote, eh, mechi nyingi za ligi kuu msimu huu. Kocha Fadru amekuwa akimtumia uh, Leon liateba katika eneo hilo la ushambuliaji. Ateba na goli nane lakini e, pia mukwala na goli nane, lakini ateba na goli nane lakini valentino mashaka, michezo michache, dakika chache alizocheza yeye, ana magoli mawili aliyowafunga tabora united akawafunga na Fountain Gate, ile mchezo miwili ya kwanza kabisa ambayo simba alianza msimu huu bana. Hicho ni kikosi cha simba kitakachoanza, lakini kwenye substitution watakuwepo kina eh, Debora Fernandez, Augastini Wakajefa, Mzamiru Yasini, kina Valentino Mashaka eh, lakini pia katika eneo la ushambuliaji wa mwisho na prifa siku hii ya leo Fadru aanze na Steven Dese Mukwala, lakini pia wachezaji wengine watakokuwa benzi kina um, Kevin Kijili, Valentine Noma watakuwa benchi, kuendelea kuwasaidia e, wachezaji wengine ambao wanaanza mbinu pamoja na hamasa, ili waweze kushinda mchezo ambao Simba anahitaji sana alama tatu, ili kujihakikishia ubingwa msimu huu. Tuandikie maoni yako katika sehemu ya komenti, kuelekea mchezo huu, nani atashinda na mchezo utakuwa